Wakenya wametakiwa kusitisha maandamano ambayo yanashuhudiwa nchini kufuatia kifo cha mwanablogo Albert Ojwang. Wito huo umetolewa na mwenyekiti wa Pwani Patriotic Leaders Abu Kathada akisema maandamano hayo yanasababisha vifo na majeraha kwa Wakenya. Tumesikitishwa sana na e, mauaji ambayo kwamba tuliona ilifanyika katika maandamano ya siku ya jana e, katika e, mji wa Nairobi, na tungependa inchi ichukue mkondo kama huo, na pia tunakemea e, haya maandamano ambayo kwamba leo imeonekana kuwa ni first priority eh, katika kuitetea haki. Eh, tumeona maandamano yakifanyika kwa jina la justice for Ojwang. Eh, isipelekee Ojwang mmoja wakauliwa eh, ma Ojwang wengi kwa sababu ya kumtetea mtu mmoja tukapoteza eh, maisha ya vijana wengi kwa sababu ya, ya Ojwang mmoja. Na maandamano ni chombo cha kutufikisha katika kupata justice ama haki. Tusifanye maandamano ndio pahala penye tutakuwa ni wenye kupata justice. Justice inapatikana mahakamani. Maadamu kesi iko mahakamani, basi tuwe ni wenye kusitisha maandamano, tusionyeshe nchi inataharuki. Katada amesema maandamano hayo yanatatiza usalama wa taifa sawia na kuatia hasara wafanyabiashara ambao mali zao huporwa. Aidha, amewakashifu wanasiasa ambao wanashinikiza kuweko kwa maandamano ya kila siku jijini Nairobi. E, tumesikitishwa pia kusikia baadhi ya wanasiasa wakisema kuwa eti katika mji wa Nairobi, jiji la Nairobi, kila siku yatafanyika maandamano. Hawa ni watu ambao kwamba wanavita na nchi yetu, amani ya nchi yetu, wanavita na uchumi wa nchi e, itakuwaje jiji ambalo kwamba ni capital city nchi yetu tuifanye kila siku iwe ni sehemu ya kufanya maandamano. Na maandamano yenyewe tuna yashuhudia, mali ya watu yanaporwa, ya watu wanapoteza eh, makazi zao <coughs> ikiwa ni justice ya mtu mmoja isipelekee tukapoteza justice ya watu wengine kuna watu ambao kwamba wanabiashara zao wanafunga, na mwisho wa mwezi watadaiwa kodi ama renti ya e, maduka yao na hawajafungua, kisa ni maandamano. Watoto hawaendi kusoma, na kusoma ni haki yao ya kikatiba. Kwa hivyo tusiangalie e, haki ya mtu mmoja E, tukawa ni wenye kusahau haki ya e, taifa letu pia tulisikitishwa sana kuona e, walokuwa, e, former chief justice e, Maraga na Willy Mutunga e, wakipiga debe kuwa wanataka mabadiliko yafanyike e, katika e, kitengo cha, cha polisi mambo na e, cyber crime walikuwa katika position ya kuweza kubadilisha katiba na kuweka madai yao wakati ambao kwamba walikuwa wanatambulika kama eh, majaji wakuu wa hii nchi. Kaif, leo ni raia wa kawaida ndio wanakuja na madai kama hayo e, na pia tukimsikia akisema e, kuwa e, wiki ijayo naye atakuwa e, front line katika maandamano. Nyinyi watu ambao kwamba mngeacha liga si katika hii nchi, nyinyi watu ambao kwamba mngeonyesha e, mnahubiri amani, ni mabalozi wa amani, mnatangaza amani. Lakin, lakini lakini nyinyi ndio mnaonekana kuwa mnachochea jambo la amani katika hii nchi yetu. Tutaombea hii nchi, tutamwombea rais wetu, tutaombea viongozi zwetu eh, kwa sababu hatuna Kenya nyingine, hatuna nchi nyingine, Kenya ni hii moja. Na tunamwomba Mwenyezi Mungu, kila mwenye nia yake eh, fiche ama dhamiri yake mbaya kwa hii nchi, Mwenyezi Mungu asifaulishe nia yake. Nikiripotia runinga Anisa, Mombasa, langu jina Farida Ali.